Kata ya Bilele ya miaka mitano ijayo, tunategemea sasa iwe ni kata ambayo ni mfano katika mkoa wetu wa Kagera. Miradi tunayoitekeleza hivi sasa katika manispaa yetu, asilimia sabini ya fedha zinakuja ndani ya kata yetu ya Bilele. Hayo hakusema kwa sababu ya siasa, ni kweli. Tunapozungumzia ujenzi wa soko una thamani ya bilioni 5 na milioni 500. tunapozungumzia kingo za mto Kanoni kuanzia kata tano ambazo zinakwenda kujengwa ujenzi mkubwa katika kata ya Bilele na kata ya Bakoba kwa thamani ya bilioni tano na milioni nane. Tunapozungumzia ujenzi wa barabara tuna barabara katika barabara kilomita kumi na moja ambazo zinajengwa katika kiwango kipya cha lami aina ya asfalti katika kilomita kumi na moja, kata ya Bilele tunajengewa kilomita saba ndani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Nani kama viongozi wa CCM? Nani kama mtasingwa? Kwa hiyo ndugu zangu, tunaposema tunaomba kura, tunaomba kura katika hali kama hiyo, tunayo miradi mikuu miku, miwili ambayo wananchi wengi wamekuwa wakiuliza maswali. Mradi wa kwanza ni mradi wa stendi yetu ya mabasi iliyoko pale katikati ya mji katika mtaa wa Jamhuri. Jamani, wananchi wanauliza kwamba ile ramani tuliyowaonyesha ikionyesha kuna ujenzi wa gorofa mbona ramani hiyo mpaka hivi sasa haijakamilika? Nataka ni wajibu kama ifuatavyo: ramani tuliyoionyesha katika viwanja vile hakuna ambacho kimebadilika. Kilichofanyika ndugu zangu, katika bilioni tatu na milioni mia nane zinazohitajika kukamilisha mradi ule tulipata shilingi bilioni moja peke yake. Kwa hiyo pale mnapopaona mradi unaendelea tunajenga kutumia bilioni moja hiyo. Kwa hiyo mpaka hivi sasa na hivi ninavyozungumza, wamesha kuja watu kutoka wizara ya fedha, wameshatuhakikishia kutupa bilioni mbili na milioni mia nane zilizobaki, ili tujenge termino ya jengo ambalo limebaki katika maeneo yale. Kwa hiyo tunachokiomba ndugu zangu, tuendelee kuwa na subira, sio kwamba tumebadilisha ramani na eneo la kujenga jengo hilo la gorofa. Ukiingia mle ndani jengo eneo hilo tumelibakisha, bado liko wazi. Kwa hiyo wale ambao walikuwa wanajiuliza maswali hayo, ni kwamba mradi ule, pamoja na kwamba tutaufungua ili mabasi yetu na magari yetu yaweze kurudi mjini, ujenzi utakuja kuendelea wakati magari yetu yamesharudi pale. Kwa hiyo hilo ni waondoe wasiwasi. Tulichokiongeza ambacho kiko kwenye, tofauti na ramani ile, ni maduka 27 ambayo ukiyatizama kwenye ramani ile hayapo, tuliweza kuyaongeza kwenye ile fence ambayo ilikuwa inazunguka stendi ile, ili tuweze kuongeza mapato yetu ya halmashauri ya manispaa ya Bukoba. CCM oyee! Jamani, mkanganyiko mwingine tulio nao ni kuhusu uwanja wetu huu wa Uhuru platform. CCM oyee! naomba niwaambie tuna mradi wa thamani ya bilioni tano wa maduka sabini na tisa na ambayo maduka hayo yataunganisha kujenga supermarket na gorofa ambazo tutaweka maofisi ya watu ambao watapanga mbalimbali wenye thamani ya bilioni tano na milioni mia tano Sasa watu wanauliza kwamba mbona tunaambiwa kwamba uwanja huo ni mali ya jeshi? Naomba niwahakikishie, uwanja huo ni uwanja wa mali ya manispaa ya Bukoba, sio uwanja wa jeshi. Na ninachotaka kuwahakikishia, uwanja huu wakati mimi nakuwa na diwani ulikuwa hauna hati miliki. Kupitia madiwani hawa ambao wako hapa wamekaa, tumetengeneza hati miliki ya uwanja hule na hati ile juu imeandikwa hivi ni umeandikwa halmashauri ya manispaa ya Bukoba mjini, sio uwanja wa jeshi. Sasa tusichanganye kwa sababu pale kuna sanamu letu la Mayunga lina historia yake. Kwa nini lile sanamu tuliliweka pale? na na, na, na niwashukuru madiwani wenzangu walioko hapa, tulipokuwa tukizungumza katika halmashauri, tulikubaliana hata mradi ule wakianza kujenga unaitwa ni mradi wa uhuru platform, sio mradi wa Mayunga. Huyu Mayunga aliyokaa pale kihistoria ni, ni generali ambaye alisimamia vita vya Idi Amin kuanzia mwaka 78 79 8 sasa wakati wanaleta sanamu hili kama historia ya kumwenzi katika mkoa wa Kagera, lilitakiwa sanamu hili likawekwe raundi abauti pale baada ya kuonekana roundabout imebana, haikujengwa vizuri, wakasema wakaitisha mkutano wa hadhara ambao mimi mwenyewe nilihudhuria mkutano huo nikiwa mtoto mwaka themanini na kitu, wakatuambia kwamba tunaweka sanamu hili hapa, tukimaliza kujenga roundabout yetu tutapeleka sanamu letu kuliamisha katika viwanja hivi, lakini kwa sanamu kwa sababu sanamu nalo ni pambo katika mradi wetu tunaokwenda kujenga pale tumeamua sanamu lile litabaki pale. Tutaweka garden nzuri na sanamu lile itakuwa ni kivutio kwa watu watakao ingia mle kuburudika katika viwanja vile. Kwa hiyo nataka kuhakikishia uwanja huu ni mali ya halmashauri ya manispaa ya Bukoba, unasimamiwa na mkurugenzi wa manispaa ya Bukoba, sio uwanja wa jeshi, hawala wanajeshi hawaja kudai uwanja ule. Kwa hiyo hiyo, naomba tuondoe dukuduku hilo, nikimalizia nichukue nafasi hii kumwombea kura mheshimiwa daktari Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu, miaka mitano ambayo mmenichagua kuanzia mwaka elfu mbili na ishirini na moja, mnaona wenyewe ndugu zangu, mwenye macho ambiwe itazama.